Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Mwigizaji mkongwe wa filamu za mapigano Jean Claude Van Damme anaripotiwa kukabiliwa na mashtaka ya kufanya ngono na no wanawake waliotekwa kwa biashara ya ngono nchini Romania akidaiwa kukubali kushiriki nao kukutana kimapenzi kama sehemu ya zawadi. Kwa mujibu wa shirika la habari Antena 3, mshirika wa CNN, idara ya Romania ya uchunguzi wa uhalifu wa kupangwa na ugaidi, DIICOT, imewasilisha malalamiko ya jinai dhidi ya Van Damme, ikimtuhumu kuwa alifanya ngono kwa kujua na wanawake waliokuwa wahanga wa ulanguzi wa binadamu. Ripoti inadai kuwa mwigizaji huyo alikutana na watu kadhaa wanaochunguzwa kwa makosa ya biashara ya ngono ambao alimpa fursa ya kushiriki ngono na wanamitendo watano wa Kiromania kama zawadi. Tukio hili linadaiwa kutokea Cannes, Ufaransa, na kwa hivyo serikali ya Ufaransa inapaswa kuidhinisha mashtaka hayo kabla ya kesi kuendelea. Hadi sasa haijafahamika ikiwa au lini hatua hiyo itachukuliwa. Van Damme si jina la kwanza kwenye listi ya watu maarufu ambaye amekumbwa na tuhuma zinazohusiana na biashara ya ngono nchini Romania. Kumbuka Andrew na Tristan Tate, ndugu hawa waliruhusiwa kuondoka nchini humo hivi karibuni baada ya kukamatwa kwa mashtaka biashara ya ngono mnamo mwaka 2022.